Usia wake wa mwisho anatuachia Quran, tuzisome aya za Quran, tuzifatilie aya za Qurani na tuzifanyie kazi. Sio tunasoma aya, yazuia jambo fulani lakini hatulifanyi hilo jambo. Yazuia zina, tunazini. Yazuia kuiba, tunaiba. Yazuia kusengenya, tunasengenya. Yazuia kula mali za mayatima, tunakula Allah, Allah fil Quran. Imamu anatuachia Qurani, anasema, fala yasbiqukum ilal amali bihi ahadun ghayrukum, asijakatokea mtu yoyote, anaisoma Quran, anayachukua yale maneno ya Qurani, anayafanyia kazi, asiyekuwa nyee. Anatokea mtu anasoma Qurani, ya kwamba kusaidia ndiyo sababu ya kupata manfaa ya dunia na akhirah anaifanyia kazi hilo jambo, anasaidia mayatima, anasaidia wajane, anasaidia maskini, lakini siye wenye Qur'ani yetu hatufanyi hayo mambo hivyo. Jambo la pili, Imamu, anatuhusia Qur'ani. Jambo la tatu, Imamu anasema Allah Allah fi jiranikum. Imamu anatuhusia kukaa vizuri na watu wa karibu yetu, majirani zetu

vizuri na jamii inayotuzunguka kukaa vizuri na majirani zetu. Leo hii tunaishi vizuri na majirani. Allah Allah fi jiranikum, nawausia majirani. Jambo la tatu, la nne anasema Imam, Allah Allah fi salah ewallah, fa innaha khairul amal wa innaha umudu dinikum Nawausia swala, ibada ya swala kwa sababu hiyo swala ndiyo nguzo ya dini yenu. Na wahusia kutekeleza ibada ya swala, msipoitekeleza hii ibada ya swala, mjue nguzo moja ya dini mnaiondosha, na dini kuanguka ni rahisi. Allah allah fi salah, fainnaha khairul amal la kwanza ndilo tendo bora, lakini pili ni nguzo ya dini yenu. Ni wangapi leo hii hawatekelezi swala? Allah Allah fi zaka fa innaha tutfiu ghadab rabbikum. Imamu akaendelea kuhusia jambo la tano, anasema, anawahusia zaka kwa sababu zaka inazima na inaondoa zile hasira za Mola wenu, kwamba kama umefanya majanga yako, umefanya madhambi yako, basi hayo madhambi zile hasira za Mungu juu yako ziondoe kwa kutoa zakaa, ziondoe kwa kutoa katika mali yako uliyokuwa nayo. Allah Allah fil fuqara'i wal masakin fasharikuhum fi ma'ayishikum. Imam anasema Jambo la saba anawahusia mafukara na maskini, anawaachia mafakiri na maskini. Hawa watu wanawahitaji nyinyi, basi hawa watu washirikishe katika maisha yenu. Hawa watu msiwatenge, muwenao karibu. Allah Allah fi lfuqarai walmasakin fasharikuhum fi maayishikum. Nawahusia mayatima na mafukara, hawa watu wawe wa, wa, wafanye wawe ni moja kati ya familia zenu, wasaidie mafukara na maskini.